Wewe, hizo <coughs> nguo fupi kila siku unamvalia nani umndani? Unahisi hii nyumba hapa ni kama sehemu ya kufanyia dangulo? Unahisi hapa ni uko unapofanyia wo ukaaba wako? Hizo nguo unamvalia nani hapa? Mi ndo kahaba? Unavaje nguo kama hizo, na unajua unakuja hapa nyumbani kwangu? Umeambiwa hapa ni danguru? <laughs> Heri yangu mimi kahaba kuliko wewe, mchawi, mbwa ehe! Haya, <laughs> sawa, mi mchawi, sijakataa. Lakini vipi wewe, moja, una sifa ya ukahaba Pili, mama yako anaumwa, umemwacha ndani analala, eti umeenda kutafuta kazi, unakaa siku tatu, siku nne, ujaonana na mama yako, ujui hali yake hmm? mama yako hali yake inaendeleaje? Unaniachia mimi ndo nimuuguze mamaako, mimi nae, nani mchawi? wewe umeolewa hapa. hmm? kama yule ni mama yangu na wewe ni mamaako vile vile. unashindwa kumhudumia? mimi naweza nikawa nina mapungufu yangu mengi, lakini wewe ni juha, akili una hata kidogo? Unamwacha mamaako anateseka, mimi ndo nizoe mikojo yake mimi? Bwana sikiza, na kwambie mi nimechoka, nahitaji kupumzika. Haya, nienda kapumzika, kahaba uliochoka kutumika. Naona leo siku yako ya mapumziko, uende kudanga <tiple> unajua, wewe una siku chache sana za kutamba, ntakuzalilisha. Si unatamba tamba jisha huo unavyoweza ila, wakati wako unafika, lazima nikufezeeshe. Aya ndo nimekuja. Ulinambia nije kijayo. Ndo leo nimekuja. Maana kama unavyojua usiku wa dene ya uchalei kucha na mwapa mwezi muongo. Kwani we mama, vipi jamani? Kwanza mimi ndo kijumbe wako. Mimi ndo unachezesha mchezo. Yeah. Eh? Wewe bwana, unageuka ng'ombe ulimi unatia puani. Si uliniambia nije leo? Mama utashikamu. Marahaba. Kimoja ng'ombe yangu. Sina hela. Na wewe unamdai mwanja? Namdai hela yangu ya mchezo majina. <laughs> Mawili sijapewa hata jina moja. Yeye ndo yake. Nini mkoje? Kwa nini mtu mfupi kwa bimu ndani? Kasafiri. Kwa kusafiri kwa kenda asipokee simu zetu. Eti jamani, apokee simu, atuonyeshi ushirikiano wote. Kwa sababu gani? Elina Volkswagen kibao. Astakafulai lazim jamani. Ah, kumbe mama moto ushapwa golio. Twati na sisi tulaya zetu tupe. Dogodo ushachukua. Na wewe bunyamaza huko. Mizio akawa miegea. Alafu mama moto misipendi. Tumekuja hapa ndio tunadai hela, sio pala ni aina yoyote. Fanya mipua tafuta usikiza elfu mbaya, mistaki. Hebu kwenda huko bwana na wewe. Um. Naomba hela. Yaani hapo ya mume wangu ata kusema uangalie hizo dawa. Utaona kuna dawa nyingine anakunywa nyingine yanywe kabisa chakula ndo hali kabisa. Kuna wakati mpaka nina kimwaga. Hebu ongea naye, jamani, labda wewe ni mtoto wake, anaweza akakusikiliza. Mume wangu. Mama, mama, kwa nini upende kunywa dawa na kwa nini pia upende kula chakula? Nawana meza chakula na kula kimeshiba, tumbo zangu zinajaa Unakumbuka madaktari walikwambia kuwa hizi dawa zina nguvu sana, kwa hiyo kupaswa wewe unakula tena sana na maji mengi. Sasa ambavyo hauli na hizi dawa zilivyokuwa na nguvu, mama, uone kama unajiumiza. Mm, nakula kiimeshiba, umba zimejaa, siwezi mama. Sasa unasemaje? Umeshiba na wakati ujala? Eti mamaangu, basi kula hata kidogo eh? Asubuhi nimekupikia uji umeshindwa kunywa. Unatakiwa unywe dawa na ule chakula, mama wangu. Asa, unafikiri utapata wapi nguvu au wa utapona vipi? Mama unatupa sisi wakati mgumu. Mama sisi tunakuwa tunawaza muda wote mama. Ali mama anywe dawa, nini kitatokea? Usifanye hivyo, mama wangu. Niambie basi nikupikie nini eh? eti mama ni Be Mama, usiseme hivyo ah. Basi nikupikie ni basi hata mtori, niondoke. Kanyengoja basi, mi nimpikie chochote. Ah, usijali, usijali sababu kuna simu nataka kwenda. We usimtengeneze mama, kwani? Ngoja mama. Unajua mimi wakati natafuta mke wa kuoa, wa kuishi naye, kufanya maisha nilimshirikisha Mungu. Hakuna mtu yote aliniletea, aliniletea huyu mwanamke wangu. Mimi ana upendo sana wangu mpaka kwenu anakuuliza hapo, anataka na watu muhimu. Basi tupe moyo na sisi sisi tunaokuuguza. No, mamangu, unataka kula nini? Hizi dawa zinataka sana ule. Mimi siwezi kuchoka mume wangu. Huyu ni mama yetu wote, kwa nini choke? Kanji, sio tu jukumu lako peke yako, ni jukumu lako na ni jukumu langu mimi pia Ha, we fanya kitu kimoja, we si usema unaenda kwa Zawadi. Wewe nenda, mi nitamwangalia tu mama atakachukua na kitaka, nitamuuliza nta hivi taratibu, kama akiwa anahitaji sana mtoto tena kumchukulia, we waiaya meng, lakini hakikisha mama, lazima lazima, kanji, tutagombana. Anafua. Mamangu, ugue pole, utakaa sawa sawa mama narudi sikawii sana, umesikia? Mama anadeka huyu, muone. Usiele kurudi. Sasa msubirini mtu wenu aje kwa alipa. Mimi sina hela, usiletee kipindi kama alijakopa. Uko steji anaimba taarabu, Kimwaju. Mi mwenzio, siogeage mara mbili. Kimwaju! Mama, vipi mama? Nini mama? tu acha simu yako. Nini? Nini? Mamoto, nini? Niache. Niache mwanja. Mamoto na mimi nadai hiyo simu tuze tugawane. Kwa hiyo, ulivyokuwa unaleta hela mchezo ulikuwa unaleta na hela yangu. Wewe ulikuwa unapeleka hela yako na mimi nilikuwa napeleka hela yangu. Kwa hiyo usiseme simu nikauze tugawane mimi na wewe. Kimaji wa Jafa, huyo hapo. Lakini mamoto na mimi sinadai. Una hiari yako bibi. Kama kumchukua kwenda kumweka bondi au kumuuza, mimi ndio nishamaliza. Dai. Mamoto naomba simu yangu. Mamoto naomba simu yangu. Kimaji naomba yangu.

a kumbuka, huyu mwanamke ni mwanamke wangu mimi, ni mke wangu huyu, sio mtoto wako wewe. Ambavyo unavyokuwa nakupikia, unaacha chakula, hauli aufanyi chochote, itafika taimu atachoka huyu. <coughs> <coughs> mke wako muongo huyu, hanipendi, hanipi chakula. Nikala dawa nakunywa, lakini chakula hamna, hata kunipikia. Mgoja kwa subiri kwa, tuende kitaratibu. Yani wewe mamangu, unataka kuniambia kwamba mke wangu mimi anakunyima chakula? Huyu ambaye yeye ndo amekuja kunishtakia kwamba wewe upendi kula na kunywa dawa, yeye ndo anakunyima chakula? Mama, mimi nadhani hizi dawa hizi kuna namna zikufanye vizuri, yani kuna namna zina kama zinakuchanganya. Mke wangu mimi hawezi kuwa na mbaya. Mke wangu mimi ni aina ya mwanamke ambaye anajali watu wengine wa nje chakula kinapikwa, umwanawapa watu wengine na kuwasaidia watu wengine. Sijabu wewe mama wangu, ambaye ambayo mi umenizaa, hivi kweli yaweza kusaidia watu baki ya kuache wewe? mke wangu huyo huyu, ambaye analazimisha wewe ule, leo kawa mbaya? kwa hiyo na maana mimi sina akili na mwongo pia, mke wangu hanipikii chakula da. Nimekunywa lakini chakula hamna tumboni, ndo maana nasema mimi nimeshiba. Haya sawa, tufanye mke wangu mi akupikia kula. Sawa uko sahii kabisa. Haya nipo hapa mi, mwanangu, niambie sasa, niamuru hapa, unataka kula nini? Kulanini mi nikakupikia. Huwezi kunipikia wewe, na yeye yupo, siweko hapa manake, ukitoka hapa, napo naenda kuambia kwa watu kwamba mimi sikupika chakula kwa sababu nimekuuliza, umekataa. Hivyo wewe mwanangu, umepata nini kwa ule mwanamke? Unachompenda kila nikikwambia mie utaki ni kwa sababu mama, hauna yani, kitu ambacho kinaweza kuniambia mimi ni kaamini hivyo vitu, kwa sababu kama kupika anapika na chakula anakuletea wewe, ndo unakikataa ni mbona nipo siku zote niko naye na hodari sana wa kupika. Sawa mama, toa kitu kimoja. Siku zote kwenye maisha yangu nakuaga sana upande wako, bila kujali kitu chochote, niko upande wako, lakini kwenye hili la mke wangu, kuniambia wewe kwamba mke wangu ana roho mbaya anakunyima chakula hakupi, na hakuheshimu. Mama, hilo mnatakiwa muwe kama watu milioni sitini yani, Tanzania nzima muungane, ndio mje kuniambia hiyo, ndio mtawamini, lakini sio wewe. Mwanangu, mimi hapa naumwa lakini ifi yako anamnyanyasa sana, kwa hiyo nimemwambia kakaako. Ni kakaako hasa ana habari, anapenda sana mke wake sanachukuumbo, mwambie. na wewe dada yake, mwambie mama hapo. nakakwambia utaki kumsikiliza, kwa nini? <sighs> Unajua kabisa, mi siwezi kuingilia hayo mambo, maana mi nakanja. Tuelewane kabisa. Naanzaje sasa? Na mwanzoni mi niliongea, wifi amebadilika. Mi siwezi kumsingizia wifi, nimeishi naye zaidi ya miaka hata miwili mitatu. Niko hapa leo, nitamsingizia? Angalau na wewe leo umeyaona, meanza kunielewa mama hivi eh? hmm? Unajua kwa nini mi nimetafuta kazi? Kwa sababu naepuka hii misongamano ya humu ndani. Sitaki ugombe kugombana mi na ndugu yangu kwa sababu ya mkewe. Ona sasa, mi kwa kweli siwezi kuongea na Kanji, siwezi kabisa. We ni mama wake, ni mzazi wake, ukiongea naye vizuri tu atakuelewa. Sawa mwanangu, nikiwa si jambo mimi hapa naondoka. Sikali, nimechoka na manyanyaso, naenda kokote kule Kanja amekuacha hapa uendelee kuwepo hapa kwa, kwa, kwa sababu kule unaishi peke yako. Sasa unapotaka kuondoka utaenda kukaa na nani? Bora niondoke niliwe na wadudu kwa sababu hata nikikaa hapa hakuna anayenijali. Jari bora niondoke nikaliwe na wadudu. Giza lisilopotea mimi sasa ni majuto, sina pa kukimbilia tena. to to majuto to to like you moyo wangu naungua, majuto majuto. Zawadi, karibu. Asante na shukuru. Haya mwanamke, mbona umekuwa adimu namna hiyo? Ah, shoga yangu, bize, niko bize, bize bize mbaya, biashara zimezidi kupanuka yaani Ofisini tuko bize, nyumbani tuko bize, yani nikikwambia vijana wa ofisini wanachoka yani mpaka sometimes hatufungui duka. Wiki ijayo hivi, nimekwambia wiki ijayo mimi na safari ya nje. Wewe sasa na mimi usingenifanyia kampango basi huko? Jamani, twende wote <sighs> nikufanyie mpango. yeah. hii safari tayari imeshakuwa organized na zimebaki nafasi hizi mbili, labda nimpigie mwenyekiti nimuulize, itakuwa vizuri. Jamani eh, msubiri. <sighs> <sighs> Sasa kinachohitajika tupate chochote anachotumia mwalimu, iwe nguo ya ndani, kitambaa, au nguo ya kawaida. Muhimu lipatikane jasho lake. Mwenyekiti, habari is... salama. Habari ya kazi? Mwenyekiti, ile safari ukijao vipi zile nafasi zilikuwa zimebaki? Nafasi zile mbili? Eh, nafasi mbili zile. Ah, mbona zimeshachukuliwa? Zimejaa sasa. Mwenyekiti, nahitaji nafasi moja, ni muhimu. Sasa zimejaa, rafiki yangu, umechelewa. Kwani kwa nini ukoje kunipigia? Ni emergency mwenyekiti. Yaani kuna mtu natakiwa nimuingize kwenye hiyo safari. Naomba nifanyie mpango vyovyote atakavyokuwa, hata kwa kitu kidogo. Eh? Yeah. Naomba nitafutia nafasi moja tafadhali. Utanifanyia kuna, kuna kampango nitakufanyia, kuna namna nitakufurahisha. Hamna shida mwenyekiti, nadhani unaniaminia. Okay, hamna shida. Hey, jamani, nitashukuru nikipata hiyo safari na mimi. Amina. Jiandaa shoga yangu nafasi unaipata. Mm. Wacha bwana. Hamna shida mwenyekiti ananiaminia. Mimi mambo yangu waga yanakuwa yamenyoka. Kwa hiyo sijali. Oh, Amina. Hebu tuachane hizi story. Hizi story ni nzuri na naamini jambo litaenda hivi. Yaani kikubwa ni hili. Tunu, Tunu, tunu rafiki yetu. Tunu tena. Tunu anapitia changamoto. <laughs> Tunu mwake anamsumbua. Mume wake amekuwa ni muuni yaani, ni malaya malaya, hafai mwanaume yule. Akitoka huku ashaonekana iko na wanawake sehemu nyingi na wanawake, akirudi nyumbani anamnyanyasa yule mwanamke. Mwanamke akiongea chochote, kwamba mume wangu sijui nimekumbuka, nimekumbu, wee, sijisikii sijui fanye nini, kumbe ni muuni tu, aliona huko nje. Ona balaa. We Zawadi, wewe mambo tunayajulia wapi eh? <laughs> Labda hili sijawai kukwambia, na ndo nataka nikuambie leo. Sasa hivi mume wake zaidi ya mara moja ananitaka, ananitongoza kila siku, yaani hapa nina meseji sana, nimezifuta ma meseji hivi. Wewe, imefikia hatua ananiambia hapo unapokaa sio, yani sio level yako, nataka utoke hapo nikuweke sehemu ikae, yani ukae sehemu ambayo unaendana na wewe, mara nitakufungulia si biashara. Yule mwanaume muuni, jamani! Tunu anatakiwa kwenda kwa mtaalamu. Yaani mambo yote yanakwisha kwa yule mtaalamu. Mnakuwa mawapi? Shida ya Tunu, anajisahau. Na sio kujisahau, anajisahaulisha. Kwa sababu hivi vitu anajua. Hivi unajua mimi kwa nini biashara zangu zinaniendea? Yaani mambo yangu sasa hivi yako hivi. Mwenzio nilienda kununua misukule hao wawili. Wakaenda kusababisha bonge la ajali dada. Dada la hizo watu wamechinjwa chinjwa. Sasa hizi mambo yangu yako hivi. Yani, nakushangaa wewe na Tunu mnakwama wapi? Wewe